Fanya utafiti, tutaendelea kufanya utafiti. Madereva wengi wanalalamika, inawezekana mawakala wanapopewa zile hela, wanasema anaweza kana magari labda kampuni tano ile iliyoanza anaipeleka kwenye kuzungushia hela, inayofuata kampuni inayofuata ndio anatumia kuibusha iliyotangulia. Penzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Kamati iliyoanzishwa na Mkuu wa Mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongolo kwa ajili ya kuchunguza sababu za ucheleweshaji wa magari ya mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuelekea mpaka wa Tunduma imewasilisha ripoti yake rasmi kuhusu suala hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati taarifa ya ufuatiliaji wa changamoto zilizopelekea maloli ya mizigo kutoka bandarini Dar es Salaam kuchelewa kuvuka mpaka wa Tunduma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, itakumbukwa tarehe 8 mwezi wa 4 2025 ulifanya kikao katika halmashauri ya mji wa Tunduma pale Forodha. Kikao hicho kilihusisha wadau wa usafishaji katika ukumbi wa jengo la kituo cha pamoja mpaka wa Tunduma OSPP Osipi, kujadili changamoto za madereva wa magari makubwa ya mizigo kuchelewa kuvuka mpaka wa Tunduma kwenda nchi nchi za kusini mwa Afrika. Majadiliano ya kikao hicho yalipelekea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuunda timu ya watu nane kutoka taasisi mbalimbali za serikali ndani ya mji wa Tunduma kufanya ufuatiliaji na kubaini sababu zilizopelekea maroli kuchelewa kuvuka katika kituo cha mpaka wa Tunduma na hatimaye kuwasilisha taarifa ya ufuatiliaji. Timu hiyo iliundwa ikiwa na maafisa kutoka mamlaka za mapato Tanzania, Tanzania mamlaka ya mapato Tanzania, kituo cha mpaka wa Tunduma, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ya mkuu wa wilaya ya Momba, ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya, ya mji wa Tunduma of, ofisi ya rais, ya, ya, ya rais pamoja na afisa kutoka ofisi ya uhamiaji wilaya ya Momba. Katika kutekeleza majukumu hilo, maagizo ya mkuu wa mkoa yalitumika ya kama hadidu za rejea kufikia, ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna mbinu zilizotumika ili kuweza kufikia malengo uliotukwa tunatuagiza. Timu katika kuhakikisha inapata taarifa ya picha halisi ya changamoto ya ucheleweshaji ilitumia mbinu mbalimbali ikiwa ni pamoja na moja, mahojiano na madereva, mawakala wa forodha, viongozi wa viongozi wa vyama vya madereva pamoja na maafisa wa forodha. Mbili, kukagua nyaraka za magari yaliyobainika kuwepo mjini Tunduma kwa zaidi ya siku nne pasipo kuvuka mpaka. Tatu, kutembelea maegesho ya magari katika mji wa Tunduma kwa lengo la, la kuona hali halisi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yaliyobainika katika ufuatiliaji: moja, mpaka wa Tunduma na Nakonde kutofanya kazi kama kituo kimo, kimoja cha mpaka kwa upande wa mamlaka ya mapato TRA na, na, na ZRA. Sheria ya OSPP imekuwa ikifanya kazi kwa nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pekee. Nchi ya, ya Zambia ni wanachama wa SADC, ambapo sheria ya SADC hazitoi fursa ya mwingiliano wa shughuli za kiforodha. Jambo hili kufanya mamlaka mapato ya Zambia kutofuata taratibu za OSBP, sababu ikiwa ni kutokuwa na eneo la, la maegesho yanayoweza kupokea magari yanayoingia yakitokea upande wa Tanzania. Mazingira haya yamekuwa yakipelekea malori kuendelea kue, kuegesha Tanzania kwa, kwa utaratibu wa kusubiriana, huku baadhi yakizidisha muda wakati ya, ya, ya kisubiri. 2. Mamlaka ya mapato ya Zambia kuweka utaratibu wa kutopokea magari ambayo hayajakamilisha nyaraka za kuingia nchini Zambia, mathalani ukamilishaji wa malipo ya ZRA, malipo ya vibali vya shirika la viwango za i, i, i, Zambia. Enda, endapo mmiliki wa mzigo hajafanya malipo kwa vibali tajwa, nyaraka za kuvuka hazitolewi, hazi hadi malipo yatakapo kuwa yamefanyika. Mheshimiwa Mkuu Mkoa, hapa unaweza ukakamilisha nyaraka zote, lakini kama hujalipa hii ZBC ya, ya Zambia, i, ile T1 haiwezi kutoka mpaka hii nyaraka ikamilike, kwa kama hii nyaraka haijakamilika hii Manake magari hayawezi kuvuka na nyaraka zile zingine zile, hata kama ulipe ile mapato ya, ya Zambia ulipe nini, kama hujalipa hizo ZBC ikile kibali cha T1 hakiwezi kutoka mpaka hii nyaraka iwepo. Kwa hiyo unakuta hii ndio inayochelewesha zaidi kuvuka magari pale Tunduma, kwa sababu wao wanasema ili uweze magari yote ambayo yanatoka Tanzania hata kama yanaenda Kongo yanaenda kwao Zambia mpaka wakamilishe taratibu zote ndio aweze kupita kwenda Zambia. Mfumo wa mfumo wa forodha unaotumiwa na mamlaka ya mapato Zambia, eskuda e kwa kuwa na changamoto ya kimtandao za mara kwa mara, kama mtandao kuwa chini, kuwa, kuwa network, ambapo inatumia muda mrefu kukamilisha taratibu za uondoaji wa mizigo na kupelekea magari kutoendelea kuendelea kubakia Tanzania mfumo wao ni, yuko ni, chini sana. Gari moja inaweza likachukua kwa mfano, tunaongea na, na wakala mmoja kwa tunafanya utafiti hizi, ile gari 11 alikuja ule wakala wa, wa Zambia anasema yeye kuingia ku load data anaweza kutumia hata masaa mawili. Kulo, ku load document anaweza kutumia hata masaa mawili, yani kwa anasema kwenye gari zake zile 11 ndani ya masaa mawili anaweza kamaliza gari moja huwa linachukua ni wanasema kawaida inaweza ni dakika kumi, kumi na tano mpaka 20. Kwa mtandao wako uko chini sana, kuna wakati mwingine unasimama kabisa, kazi hazifanyiki. Nasema mdaki au cargo, cargo skana upande wa Zambia kufanya kazi kwa muda wa masaa 12 tu kwa siku, hali inayopelekea mdaki huo kuhudumia wastani wa magari 144 kwa siku ukilinganisha na wasali wa magari zaidi ya 400 yanayoingia mjini Tunduma kwa lengo la kuvuka mpaka, mpaka kila siku na kuna wakati mwingine sisi tunaweza tukaa na magari mengi kwenye foleni, au tumeshayaita yako kwenye foleni ile ile, njia ya ya ya kwenda Sumbawanga kule. Zambia wao wanafanya masaa 12. Magari yakishafika ikishafika ile masaa kumi na mbili hata kama sisi ya magari yako kwenye foleni mbili watulie pale pale kwenye foleni mpaka kesho yake, kwa sababu tayari wenyewe wameshafunga wa, wao ni masaa 12 tu hawafanyi masaa 24. Kwa hiyo ongezeko la la, la foleni kwetu linazidi kuongezeka kwa sababu wao wanafanya masaa 12, na uki, uki, ukiangalia tena hawaruhusu magari mpaka nyaraka zikamilike. Kwa ujenzi wa jengo la OSPP unaoendelea mpaka na konde umekuwa ukipelekea kusimamia kwa kuingi, kusimama uingiaji wa magari, baadhi ya siku, mamlaka ya mapato Zambia kufungia kampuni za uwakala wa forodha zinazofanya uvushaji wa magari ya transit. Had, hadi tarehe it, it, it, it, it, itakapoandikwa taarifa hii zinaoandika taarifa hii, kampuni mbili mbi tu za uwakala zinazovusha magari kwenda nchini Kongo au DRC zinafanya kazi huko Zambia zikiwa na orodha ndefu ya magari yaliyo upande wa Tanzania yaliyoomba vibali vya kuvuka na ukumbuke, mkuu, tumesema kule network yake iko chini na kule Zambia mpaka jana kulikuwa na makampuni mawili tu ndio yanafanya kazi, mingine yote wameshafungia. Changamoto ya mawakala wa forodha pande zote za mpaka wa Tunduma na Konde kuchelewa kuwasilisha nyaraka kwa, kwa wakati Submission of document. Katika, katika mfumo wa mawakala mapato wa Zambia baadhi ya mawakala wamekuwa wakipokea nyaraka mapema kutoka kwa madereva madereva wanaofika Tunduma na kuchelewa kuziwasilisha ZRA, ili zichakatwe. Jambo hili hupelekea magari kukaa kwa muda mrefu katika maegesho pasipokuwa na sababu. Hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mawakala kuna shida, mawakala wana shida, wanachelewa kuwasilisha nyaraka kule Zambia. Kwa mfano mfano mdogo, ile siku tulifanya kikao mkuu, tulivyoanza kutembelea kwenye maegesho, kuna gari moja ina timia 156 no, no timia, kuna gari moja T 271 DNU tulikuta kwenye hapa Kichangani, ina siku ilikuwa imefika tarehe 4 ni gari ya Kongo, haijavuka. Tukaanza kumfuatilia yule wakala kwa nini gari haijavuka siku zote hizi? Akasema changamoto ni Zambia. Tumefuatilia asubuhi, tunampigia dereva na kuniambia niko kwenye fole. Tafsiri yake huyu wakala alikuwa na document tayari, document hajawasilisha, lakini usiku ule ule ameziwasilisha na gari limeshatoka. hii nyaraka kwa tarehe tano zabisiamewasisha tarehe huyu dereva alifika tarehe nne yeye, hii nyaraka aliwasilisha tarehe sita hii nyaraka sasa inaonekana na hata ufuatiliaji wale mawakala wetu hawafanyiyo kazi kwa sababu ule, ule usiku baada ya kufuatilia nyaraka ikawa imetoka hapo kwenye mawakala mkuu, zile gari zote hapa kwa mwakala pamoja na kwamba kuna ucheleweshaji lakini, hapa kwa mwakala kuna changamoto ya mawakala ya ma, ya kuto wasiliana vizuri na, na wateja wao. Mfano hii gari ambayo tunasema hii hii tim ya 894 kama mnaikumbuka, ile gari tulienda kuifuatilia ile gari, ile gari changamoto yake kubwa, hii gari tim ya haikuwa sababu ni, ni, ni nani, sababu ni, ni ile kusema kubadilishwa gari gari gari, haikubadilishwa. changamoto iliyobainika ni ile, ile tunasema kampuni za, za, za Zambia kufunga kampuni kwa yule aliyekuwa ameroji ile, ile kwenye ile kampuni iliyofungwa akashindwa kutoa T1. Taribu zote amekamilisha, ila ameshindwa kutoa nini, kutoa T1. Sasa haya mawasiliano kati ya wakala na dereva na mmiliki wa mzigo umiliki wa, wa kampuni na usafirisha yeye anadanganya, anamwambia changamoto kwamba gari imefanyaje, gari anamwambia kwamba gari imefanyaje, imebadilishwa namba anamwambia dereva, lakini tulivyo muhoji yeye akakataa kwamba hivyo hivyo. Kwa kwa mawakala kuna changamoto kubwa ya mawasiliano kati ya wakala na madereva, wanatoa taarifa ambazo sio sahihi na sai nawasingizia sana TRA na kuambia kwa kwa kweli changamoto hii madereva hawasemi hawasemi uhalisia wa changamoto ya madereva, lakini ukienda mbali kwa mawakara hapa ingaje tuta, hii mkuu tukufanyia utafiti tutaendelea kufanyia ku, utafiti. Madereva wengi wanalalamika, inawezekana mawakara wanapopewa zile hela za ile kibali cha rodi zile hela wanazitumisha wanatumia kuzizungusha pale mjini sababu anakuwa hiyo sasa, kwa sababu tukapata husika tukiweza kuiandika umkuu ila tunaisema, wanasema anaweza kaa na magari labda kampuni tano, ile iliyoanza anaipeleka kwenye kuzungushia hela, inayofuata kampuni inayofuata ndio anatumia kuibusha iliyotangulia akushata. Yani, yani, akishapewa hela wakala anaweza akatumia kwenye biashara zake wakala wako hapa Tunduma kwa ila wengi, anaweza akatumia kwenye biashara zake. Tumesikia kwa madereva wanaanza kuyafanyia matengenezo kwa, inawezekana yule yule yule wakala wakala akamaliza aka akamaliza nani, aka nani zile document na zikakamilika, lakini kuna baadhi ya magari utakuta yanaendelea na matengenezo. Kwa mfano gari T 156 yenye tela mali ya kampuni ya Fuad Sadi, yeye dokumenti zake zilikuwa tayari, lakini watataka kuondoka gari kambo, ikabidi atengeneze ndani ya siku ngapi? Siku nne nne baada ya kukamilika ndio akaondoa. Sasa zile gari unakuta ilikuwa imeshaitwa kwenye foreni ya mara ya kwanza, inapokuja sasa imeharibika, inapokuja kukamilika na yeye inaongeza foreni kwenye hii inayoitwa mara mara ya. Jambo lingine ambalo tulikuwa tunaongea na madereva walikuwa wamelieleza ni kwamba katika mpaka wetu wa Tunduma pale kuna ufinyu wa barabara ya kuvuka mpaka iliyopo nyuma ya jengo la OSBP. Wanasema pale OSBP endapo gari li likiharibika katikati, ile ile kona ya OSBP ile, hatuwezi kuvusha magari tena kwa sababu ile ile barabara hairuhusu magari makubwa mawili kupita, yale ya mizigo. Inaruhusu gari kubwa moja na gari ndogo, hizi haitiwi na gari za kawaida ila magari mawili ya mizigo kwenye ile barabara hayawezi kuvuka. Kwa hiyo kama kuna, kuna breakdown kwenye ile, ile, ile kona ya gari ikafanya breakdown, hiyo siku ni foleni mpaka atakapokuja kuondoa ile, ile gari. Kwa hiyo nao wakasema hii ni moja ya changamoto ambayo inasababisha foleni ya magari katika mji wetu wa Tunduma. Mawakala wa forodha wamekuwa hawatoi taarifa sahihi kwa madereva zilizopelekea wao kuchelewa kuvuka na kusingizia mamlaka mapato ya Tanzania, Tanzania. Oma, ama mawakala, ama mara, kama nilivyozungumza mara ya kwanza, hawatoi taarifa sahihi kwa madereva. Kwa mfano nilikuwa nizungumzie gari namba 894 inayoshughuliwa na kampuni ya Chakupewa. Alimweleza dereva kuwa namba za gari zimekosewa kwenye nyaraka T1, jambo ambalo halikuwa sahihi. Changamoto ilikuwa ni mtandao wa Zambia pamoja na kufungwa kwa wale nnii nani wale maajenti wale, wale, wale, ma, ambao hawakukizi zile bondi za, za Zambia kao alitakia mwambie dereva kwamba hapa tumeshindwa kutoa T1 kwa sababu kule Zambia kampuni ambayo tulikuwa tumerojeuu tumero, tumero, tumero, tumero, tumero, document imefungwa. Dereva hangekuwa anatoa malalamiko, angekuwa anaelewa kwamba sasa kama nimechelewa kule Zambia kuna tatizo, kumbe changamoto haiko Tanzania, changamoto iko Zambia kwa sababu ya hii ya kufunga hii kampuni. Jambo lingine ni magari yanayobeba bidhaa zinazoweza kulipuka kama mafuta, baruti, gesi kupaki karibu na makazi ya watu. Hilo tumelibaini mkuu, magari mengi haya matenki yanapaki kwenye nyumba za watu, kwenye maeneo ambayo sio rasmi sio ya paki. Jambo lingine ni kuongezeka kwa matumizi, kuongeza kwa matumizi kwa madereva, kuongezeka kwa, matu, kwa, ma, kwa ma, matumizi na gharama zingine kwa madereva wanaosafirishaji wa, wa, na wamiliki wa mizigo, kwani malori yanayosubiria ya, ya, ya kuvuka mpaka kuli, kulipa gharama za kuegesha magari, madereva kulipwa posho za chakula na malazi. Kuongezeka kwa gharama hizi kunaweza kupelekea malalamiko ya madereva na wamiliki wa usafirishaji wa serikali. Mapendekezo. Baada ya, ya kuona hizi na kubaini hizi kasoro, Mheshimiwa mkuu mkoa, tumekuja na mapendekezo yafuatayo. Kuwepo na kikao cha pamoja kati ya Kuepo, moja, Tanzania na Zambia cha kuzungumzia changamoto za uvukaji wa magari katika mpaka wa Tunduma na Konde chenye lengo la kupatia ufumbuzi wa changamoto hizo ikizingatiwa changamoto nyingi zimeonekana kuwa upande wa Zambia. Sisi Tanzania changamoto ni chache ambazo zilikuwa zimetolewa zime, zime, zime, zime, zime, zime kwetu. B. Mamlaka ya Mapato Tanzania tarehe kuitisha kikao cha mawakala wa forodha na kuendesha semina kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa mawakala C. Wizara ya uchukuzi Tanzania ione haja ya kutanua barabara kutoka, kutoka nchini exit road ili apale mpakani, ili kuwe na uwezekano wa kupita magari ma, mawili ya mizigo haya ma, ah, makubwa ukilinganisha na saizi ambapo inapita gari moja tu laini moja, ambapo tungekuwa labda na, tungekuwa na laini mbili tungeweza kuruhusu hizi gari zinazoingia sikana zikaendelea na taratibu haya maroli nani loose cargo na, na, na tenki kwa sababu zenyewe hazingii kwenye skana zikatumia njia nyingine kupita kuliko kutofautisha muda kwamba hizi ingie saa fulani, hii ingie saa fulani. Lakini kama tua tumetanua pale, tutaruhusu magari mengine kuvuka ambayo hayahitaji ingia skana. Mheshimiwa mkuu mkoa, hitimisho: timu inapenda kuwashukuru wadau wote walioweza kupata kutupa taarifa muhimu zilizosaidia timu kufanikisha kazi hii kwa wakati. Aidha tuna, tunakushukuru tuna wewe mkuu wa mkoa kwa kutuamini kufanya kazi hii, na tunapenda kuipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi anazozifanya za kuendele, kuendelea kuboresha huduma za forodha katika mpaka wetu wa waiiesha.